Yes, mwana michezo niko na taarifa eh, kutokea katika bodi ya ligi eh, kutokea hapa Tanzania ambayo inakuwa inasimamia sheria tofauti tofauti na eh, kuna adhabu ambazo zimekwisha kutolewa kwa baadhi ya makocha wachezaji, pamoja na eh, marefari ambao pia wanaweza kuhusika eh, katika ligi kuu ya NBC eh, Premier League. Nikianza na mtu wa kwanza kabisa, eh, bana huyu ni kocha wa Simba ambaye anafahamika kwa jina la eh, Fadlu Davids. Ni moja kati ya makocha ambao pia wanafanya poa kabisa eh, katika eh, ligi hii ya Tanzania akiwa anaiongoza eh, bana ya Simba Sports Club. Sasa yeye ameweza kupigwa faini ya shilingi milioni mbili kwa kosa la kuweza bwana kuishutumu bodi ya ligi ya Tanzania kuwa imeenda tofauti au pia haihusiani na ratiba ya mchezo wa klabu hiyo, e, kwenye ligi kuu ya NBC Premier. Lakini pia Fadlu aliweza kuzungumza hayo pia alipokuwa anafanya mahojiano na Azam TV mara baada ya kuweza kumalizika, e, kwa mchezo dhidi ya Singida Black Stars, e, pamoja na Simba. So ameweza kupigwa faini ya shilingi Simba pia e, kocha wa viungo naye pia ameweza kupigwa e, e, e, sasa yule kocha wa viungo wa Simba alikuwa anawarushia sana e, e, zile koni, zile koni za kufanyia ya, e, la, e, la kup, e, ya shilingi e, milioni moja pamoja na kuto kuhudhuria e, mechi tatu ambazo zinahusiana na Simba, hawezi kuhudhuria e, kabisa. Lakini mtu mwingine bwana ni e, refa, refa ambaye ameweza kuchezesha ule mchezo wa Singida Black Star dhidi ya e, Simba. E, Hery Sasi pia ni moja kati ya marefu ambao pia wameweza kupitishwa e, na panga hilo ambalo limeweza e, kuwapitia e, sasa kuweza kulipa, e, kulipa faini e, kutokana na kuto kuweza yani kufata zile taratibu, lakini pia kuto kushindwa e, kutafsiri zile baadhi ya sheria ambazo zinakuwa e, zinapatikana katika e, zile sheria 17 za mpira katika e, uwanja. So ameweza kufungiwa na yeye miezi sita kuto kujihusisha e, na michezo yoyote au zima mbalo na swala zima ambalo linahusiana na maswala mazima na kukatu, ya mpira ameweza kufungiwa na yeye kuweza kukatwa nyumbani akaendelea kulea familia eh, takriban miezi sita. Lakini tukisaliana na mechi hiyo, hiyo, imeweza kutoa matukio ni mengi sana na ni makubwa sana kwa upande wa klabu ya Simba yenyewe, eh, kwa, eh, kwa, eh, kwa kosa la kuweza kwa mashabiki wake kuweza kurusha chupa za maji, eh, kiwanjani wakati wa mchezo huo wa Singida Black Stars dhidi ya Simba. So, na inaendelea eh, kutokana na zile kelele za kusema mara anabebo mara vipi imeweza kusababisha wao kuweza kupigwa faini ya shilingi milioni tano eh, klabu ya Simba, lakini pia kwa mchezaji wa Singida Black Stars, Jonathan Sowah, pia na yeye ameweza kupigwa eh, faini ya shilingi milioni moja kwa kosa la kuweza kuonyeshea eh, bana kidole cha kati eh, mashabiki wa Simba, Simba eh, kutokana na the way ambayo mechi na kuendelea na wao kwa sababu kama ni wachezaji kutokea Singida Black Stars walikuwa nachuki, wanachukizwa sana na kile kitendo cha muamuzi eh, kuweza kuwabeba sana Simba na ikapelekea sasa yeye kuweza kuonyeshia dole la kati mashabiki wa Simba, lakini pia kwenda kuweza kungoa kile kibendera ambacho huwa kinachomekwa pembezoni kabisa mwa uwanja nikimaanisha sehemu ambayo pia kona huwa inapigwa. so, ameweza kutozwa kiasi cha shilingi milioni moja. Sasa kwa klabu ya Simba pekee imeweza kupigwa faini nyingi sana, ukianza eh, faini ya klabu, kama klabu, milioni tano ukija faini ya ya, ya kocha eh, Fadlu Davids, milioni mbili, ambapo eh, zinakuwa milioni sita tayari. Lakini pia kwa kocha wao pia kuweza kupigwa faini milioni moja, inaongezeka pia na kuwa milioni saba. So Simba kama Simba imeweza kuhusishwa na na faini milioni saba za tofauti tofauti kutokana na mashabiki, lakini pia kocha mkuu na pia kocha wa viungo. Yapi maoni yako kuhusiana na ligi kuu ya NBC Premier League? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitoa comments kwamba haya matukio au hizi fine, lakini pia hizi adhabu zilikuwa zinatakiwa Mwanzoni kabisa au kuweza kutokea mapema kabisa ili eh, marefa lakini pia makocha na wachezaji pia kuweza kuweza kuweza kujifunza kabla ya ya haya mambo mambo kutokea kutokea. So wamesubiri mambo mengi and and then sasa hivi, then sasa hivi wanakuja na na taarifa hii kuwafungia fungia kuwapiga piga fine watu wanakubali kwamba kwa kwa nini zinakuja kutolewa mwishoni kabisa kabisa kabisa mwa ligi kuishia. Tunajua kila club zimebarikiwa mechi chache chache sana. Yanga kwa mujibu wao wanasema mabakiwa na mechi mbili, Simba mabakiwa na mechi tatu, timu zingine c Mbili mbili bakiwa na mechi mbilimbili waweze kukamilisha bana msimu huu wa mwaka 2024, 25. Yapi maoni yako kuhusiana na hili drop comment yako hapo, bila kusahau kulike, comment, ku share utakometisha. Kinomanoma Enzildad kabisa, that's my name.